Nikupongeze mchungaji, ni kiongozi kwa sababu ya malezi haya mazuri. Kwa kanuni tulizoea, ni wageni ndio wanakaribiwa, si sasa, wageni ndio wanafanyia vitu vizuri. Sasa wao ndio wamekuja kufanya, inaonyesha sasa hawa sio wageni tena, ni wenyeji. tunamshukuru sana Mungu. Natuheshimisha tutapendeza kweli, tukitoka tumetoka kweli. Amen. Amen. Amen. Asante sana mpe na mamaanaianaisiwaklnambayo niyasema baba anataka kusema lakini, tu mimi nitamwomba. Uu, Mungu baba yangu ni mwema na mwaminifu, ninakushukuru Baba watendwa hilo la upendo, maana upendo huu Mungu ni mwanzisha we mwenyewe hata ukamtoa Yesu Kristo akawa ni sadaka kwa ajili yetu ili tupate ukombozi. Hivyo Mungu wetu uliye mwema, naomba baraka zako juu ya watumishi wako hawa, e Mungu wa mbinguni, uwabariki uwasaidie, uwatetee katika maisha yao. E Mungu wa mbingu na nchi, kawapatie haja ya mioyo yao, Mungu ukawatendee lio makubwa zaidi na zaidi mana wewe unajua, mimi sijui lolote, lakini Mungu wewe ni mwema, unajua hata yale ambayo hatujayawaza, Mungu unajua. Ninaomba Mungu endelee kuwabariki na kuwasaidia. Bariki siku hizi zanazozifanya, bariki usao wao Mungu, chochote taka katika safari ya kuja kwako mbinguni, ninakataa katika jina la Yesu Kristo. Wewe ni Baba, uendelee kuwasaidia na kuwatetea. Uwepo wako Mungu endelee kuwafunika na kuwapigania. Asante Baba kwa kutatenda haya, nimeomba nikiamini, ni katika jina lako Yesu Kristo. Amina, amina. Bwana Yesu asifiwe.